Uh, nimeona asubuhi ya leo kwenye mitandao nimeona matamko mbalimbali ambayo yakanipa kutafakari kidogo, kwa nini tumefika hii hatua. Uh, nadhani hatua hii inafika uh, kwa watu umeona kutosimama katika nafasi zao uh, na kutofata uh, maandiko. Watu ni viongozi wa dini lakini maandiko hatuyafuati. Kwa, kwa mfano e, viongozi wa dini hata katika kuonya au kuonya jambo kumuonya mtu tumeandikiwa na, wameandikiwa namna ya kuonya iwe serikali awe ni mtu na hilo liliwekwa ili usibeze utu wa mtu kwa sababu binadamu hajakamilika, umeona na ndio maana utakuta anasema, hata mtu akikukosea labda amelikosea kanisa amekosea, lazima uende ukamuonye kwa roho ya upole, umeona akirudia tena, kama hajasikiliza, uende tena, akirudia tena mara ya tatu, uende na watu wawili watatu, mmuonye, akirudia mpaka zinapofika mara saba, ndio wapo sasa unasema umenyosha mkono. Sasa sasa hivi Jambo likitokea mtumishi wa Mungu hata hajawahi ongea, utaona automatic anaenda kukemea moja kwa moja a, kudharirisha, kutoa matamko. Kwa hiyo hiyo, mimi ninaona tulikofika hatuendi vizuri, kwa sababu sisi e, dini tumeletewa na aliyeandika dini aliujua mwanzo wa dini zetu mpaka mwisho. Umeona na ndio maana sisi tukapewa. Mimi hata wewe ukinikosea au serikali imenikosea nitatafuta lugha ya kuzungumza nayo, lugha ya kuzungumza nayo ni maandiko, yananiagiza lugha ya kuzungumza nayo, na nikishindwa mimi nitayarika na mwingine na mwingine mpaka hapo, nasema sasa tumenyosha mikono, hawa watu wame wameziba nini masikio, lakini bado huko hatujafika ya serikali kuziba masikio. Kwa hiyo mimi niwaombe sana viongozi wa dini, turudi kwenye vitabu vyetu. Nimesikia hayo matamko, kwa kweli nika nikasema sasa kila mtu amejawa na gesi. Umeona, kila mtu amejawa na, na hasira, kila mtu amejaa. Kwa hiyo muhimu e, viongozi wa dini ni wakati wake sasa wa kumwomba Mungu. Umeona, sio matamko kama matamko, yameshatamkwa sasa, ni Mungu, kwa sababu Mungu tukimwomba yeye ndio anaweza kubadilisha hii hali kuirejesha ha, hali ambayo tumeizoea kujenga zaidi. Umeona, kwa sababu hawa e, watu waliopo wote e, wamechaguliwa kupitia nini? Katiba. Na katiba ndio tunaamini kwamba ndio kilio cha watu wengi kwamba katiba ifanye nini? Ibadilishwe na kama unavyojua katiba haijaandaliwa leo iliandaliwa toka mwaka sabini na saba kwa hiyo kwa haya yaliyotokea ilitosha sasa kwamba tuandae reform za katiba mpya kwa sababu tayari kama picha tumeshaiona lakini sio kusema rais ajiuzuru mkuu wa majeshi ajiuzuru IGP ajiuzuru huko tunakotaka A, ni kwamba sasa nataka kwamba mbwai mbwai, kitu ambacho haitawezekana. Wewe umefikiri unapomwambia, uh, rais ajiuzuru, uh, tutaandamana mpaka ajiuzuru, maana yake ni sawa unatangaza vita mona. IGP ajiuzuru, maana yake ajiuzuru ili ufanye nini? Kwa hiyo tulikotoka kama taifa tumeshaona kuna dosari, tunatakiwa tutengeneze haya yasijirudie, na zaidi ya hapo kusameana wote tuanze upya, ndipo tuanze kutafuta mchawi.